Hey, girl. So you're the new boss, huh? Just the new MD. Unajua boss ni Mzee Kasongo peke yake kwa sababu ana uwezo wa kumfire na kumhire mtu just like that, right? Yeah. y Anniseta, unadhani utatosha kwenye hicho kiti? You know what? mm. Your husband Ben, He was my role model. Actually, he still is my role model. Sasa kama yeye hakutosha. Honestly, hata sijui kutosha maana yake ni nini. Bye. Bye. Mameri, mimi nipende kukushukuru. Unajua, umekuwa mtu wa karibu sana na mimi, na umekuwa ukijitolea muda wako kwa ajili ya kunisaidia katika shughuli mbalimbali. Hebu angalia watu walivyojaa, eh? Walivyopendeza. kama sio wewe, nani angenisaidia? <laughs> Kwa mimi napenda kukushukuru sana, you are my best friend, you are my gift from God. Really. <laughs> Nashukuru. hey, ndio, asante sana kwa kushukuru. Ndio, lakini fahamu kwamba sisi ni ndugu. Ndio, ndio, ni wajibu wetu kushikana mikono. Kama sisi wenyewe hatuweza kushikana mkono, nani atatushika mkono sisi? Ni kweli. Kwa hiyo hivi ni vitu vya kawaida unaelewa, sisi ni ndugu. Asante sana, sawa, asante sana. Oh, mama mimi ni wako, nitumie wakati wote. Kweli eh, hamna hey, shida. Moyo wako ni wa tofauti sana, asante. Ah, asante sana fresh. <laughs> Sana serious, asante bwana, thank you <laughs> Usijali, karibu sana, asante. <laughs> maisha marefu Ndugu zangu hey. <laughs> Jamani, sisi ni familia wote, tuliokuwa hapa ni familia, na nitakayokwenda kusema na hakika yatamgusa kila mmoja, lakini kwa namna tofauti. Tumepata matatizo kidogo kwenye kampuni yetu ya For Connect, kwa hiyo kanilazimu nifanye mabadiliko kwenye nafasi ya managing director MD. Nimemtoa kijana wangu Ben na nafasi yake imechukuliwa na Aniseta. Aniseta please come forward. Huyu ni Aniseta. Yeye ndio anakuwa MD wetu mpya. Managing Director mpya wa For Connect ndio huyu Aniseta. Tuli, tuli, tulipata shida kidogo kwenye kampuni yetu na hivyo ikatulazimu tufanye mabadiliko. Mr. Ben, najua pata tatizo. Unajua, biashara itabaki kuwa biashara na familia itabaki kuwa familia siku zote ndipo. Okay, nilikuwa nasema, sijamaliza. Nilikuwa nasema kwamba biashara itakuwa biashara na familia itabaki kuwa familia, lakini sijidanganyi, na iko hivi, familia ni kubwa kuliko biashara siku zote, yeah. Restuta kileo ni msomi mkubwa, wote tunajua Restuta ni msomi mkubwa sana, lakini sijui nimekuwa na bahati mbaya gani, mara nyingi nilikuwa nikijaribu kumwita aje tu kutusaidia for connector, anakimbia kimbia, anakuwa mgumu lakini bahati hii nadhani haii hai kwako tena leo Resuta. Ili nalisema mbele ya baba yako mzazi na nalisema mbele ya watu wote, kesho asubuhi kukikucha, wewe utakuwa ni mkurugenzi wa masoko na mauzo wa For Connect. Uteuzi huu, uteuzi huu utaanza kesho immediately na sitaki tena maneno, sitaki kusikia tena kutoka kwa, nataka kuona kesho asubuhi ofisini. Ofisini mdogo wako Evelyn amemaliza masomo atakuwa ni msaidizi wako, sawa? Nataka ajifunze kutoka kwako kwa. mm? Okay. na... okay, baby <laughs> Jamani, asante sana, nawashukuru sana kwa kumsikiliza mpenzi mme wangu kwa mawaza machache ambayo amesema mbele yenu juu ya mabadiliko katika kampuni yetu Ninawaomba mwendelee kusherekea pamoja nasi tuweze kufurahi. Kama mlivyosikia, sisi ni ndugu na tuko hapa tukutane ili kutengeneza mambo mazuri. Karibuni sana. Hey, hey, we go. We go. Sikia mama. Mm, Relax. Nafasi umepata So don't worry. Mama. So, uh, okay. Unakunywa kitu gani? Eh, kwache unaweka ma ma whisk sana. Hapana. Hapana. Kwenda ma club. Maybe is it okay this position? Mm, yeah, but you you have to be very, very careful. Why do you say that, though?

Aiy yani, so, na yeah, ni sure sure. Yeah, bahati nzuri sasa hivi uko kwenye kitengo ambacho awali mimi ndo nilikuwa nakisimamia, so nakuambia tena <laughs> nadhani utafanya vizuri, nikuambia hongera sana. Thank you. Na mimi nina bahati sana kupata mwenyeji ambaye alikuwa ni role model wake mume wangu. So I know. Yes, so I believe kwamba mwanzo wangu utakuwa mgumu sana. So thank Thank you you. too. too. You're welcome. Thank you. All the the best. I'm happy to join the team too.

Umefuata nini hapa? Nimekuja kuomba msamaha kwa yale yote ambayo yamepita. Kuomba msamaha muda huu? Nipo nipotokea saa moja hapa, niko hapa saa moja usiku, mimi nimeshafika hapa. Kwa hiyo muda wote huu umekaa hapa? ajili ya kuja tukuomba msamaha wako. Ah, mengine nikizungumza na hisi utakasirika. Leave him, let's go in. Okay, niambi. Nimemisi mke wako. Nimekumiss. Okay, umeshamwona wewe. Naomba toka nje na sitaki next time urudi hapa ndani kwangu. <laughs> Kuondoka naondoka, lakini hilo la kutokurudi tena hapa sidhani kama litawezekana.